Tutageuka nyuma tuna, ne, hata kama hatuna makalio tutajiposti tuta, tuta na nyuma tutageuka mm. Of course, baada ya story ya jana kuhusiana na Nicole Jobery kuachiwa na jeshi la polisi kwa dhamana ya shilingi milioni 157, dada wa taifa Mange Kimambi alikuja katika mitandao ya kijamii na kumjia Nicole juu baada ya ujumbe ambao Nicole alivyotoka tu aliuandika kwa haters, marafiki feki na watu ambao walikuwa wakimsema kipindi ambacho yeye yuko ndani. Sasa dada wa taifa alitumia ukurasa wake Instagram, aliandika hivi: leo nimeamini mwanamke wenye wanawake wenye makalio hawana akili at all. Hapa Marekani tu uhuru wote uliwepo nchi hii ila watu maarufu wakiwa na kesi mahakamani huwa wanatulia, wanakuwa na discipline ya hali ya juu inapokuja kwenye kuposti kwenye social media, ila huyu zero brain. Hawa mastaa ambao wako nchi yenye haki wanaogopa kuposti upuuzi kipindi cha kesi, ila huyu ambaye yuko nchi isiyoheshimu haki anaposti upuuzi bila uoga. Hapo kashamshikisha e, kalio prosecutor wa kesi yake, kumtingishia wowoo hakimu huko nyuma ya pazia, maaskari huko jela kawanusisha mfereji wake, basi anajikuta kamaliza kila kitu. Yaani wanawake wakishatengenezaga makalio wanajikuta dunia, ime, dunia nzima wamemaliza. Narudia, hawezi kuposi hivi bila ya sababu Lazima kuna mtu mkubwa kwenye kesi yake kashamtunuku kalio, ndo maana akapata hiyo confidence. Na ndiyo maana niliwaambia huyu si wa kumchangia, niitieni yule mtu mfupi kujitiaga michango yote, lazima ajiingize kati. Na hapo kasema hivi, baada ya kuona wananchi wamegoma kumchangia. Next time dada yenu ikisema fulani asichangiwe, muo, mnaelewa, kuna watu wa kuwachangia. So, kwa upande wa dada wa taifa Mange Kimambi ameendelea kucrash pia kuhusiana na you know, Nicole alikuwa ha hana haki ya kuchangiwa, hana hizo rights za kuchangiwa kwa sababu kwa upande wake dada wa taifa anamuona ni call kama ni tapeli. So hiyo imekuwa ni you know, kwa upande wa dada wa taifa. Watch your comments about that kuhusiana na hichi alichokiandika dada wa taifa. Oafraakusoma comment yako anyway. Kwa wale ambao mlidhani nilikuwa serious jana, jamani. Ngoja nikuambie. Jamani. Mimi ningesema niwasikilize wa Tanzania na comedy zao. Mpaka leo dakika hii ningekuwa nishafanya surgery from head to toe. Kuanzia utosini mpaka kwenye unyayo ningekuwa nimefanya surgery, ili ndipo fresh Tanzania. Mimi Watanzania, miaka yote. Mange ni mumi mbaya. Mange huna tako. Mange sura mbaya, Mange yuele yani well, ningesikiza Tanzania ningekuwa nishafanya surgery ni nyingi, nimemzidi Zari, yaani ningekuwa ni mwazidi watu wote kwa surgery ili nifurahishe Watanzania kwenye comments, but no, I am, yani, I am have high self-esteem, I love myself yaani, yani huu yani, ndio mwili ambao mimi mwenyewe kwanza yani, Uh, so sinaupenda swataongea, kama jamani don't live your life kwa ajili ya watu kwenye mitandao. N wee achana nawaukidili na watu kwenye mitandao, ukiwafatiliza ndugu yangu, hey, tfayaa utafanya surgery, utafanya surgery mpaka kwenye kucha. Achana na watu Believe in yourself kama dada wa taifa hapa sitokaa, sitokaa, mimi sitokaa niweke tako, sitokaa. Yani mimi ndo nitakufa hivi, labda nije tu kunenepa kikawaida, uzee uje dazi nishinde ninenepeane tena kama zamani, kama nivyokwaga zamani, labda ila sio eti niende kwa doctor niweke tako kisa nije kum... kisa ku comment za insta nowhere. no no, ah uh ijaa -uh. Uh -uh. uh -uh. hiyo nduguza haipo, haipo. It, okay. haya. tutageuka nyuma tuna, ne, hata kama hatuna makalio tutajiposti tuta, tuta na nyuma tutageuka mm.